Na niseme hasa faida ya hizi barabara ni kwamba hawa ni wakulima wa mpunga, na hii mpunga ambao wanalima wa saa ingine barabara zikiwa na yale mashimo, mnaona kule kuna, kuna, kuna, kuna shida nyingi sana, hiyo changamoto ya kulipa pesa nyingi wakati anatoa mazao kuleta kwa barabara halafu ndio apeleke kwa store. Hiyo maneno yote ndio inawakabidhi na ndio tunataka kumaliza wakati huu. Watoto wetu wakienda shule kule pia kwa sababu ya hali mbaya ya barabara wanachukua muda mrefu sana kufika. Faida nyingi watapata watu wakaji wa huku Sobili tukimaliza hizi barabara, na niseme kwamba kwa sababu shule niliwanunulia shamba, na naendelea kujenga ile ingine, ambayo tutakuwa tunaanza kufikiria mambo yake, ni maneno na maji. Hiyo maji lazima, tumeongea na gavana katika ile programu yake inaitwa ya Kaiwash iko katika Kirinyaga mzima. Tuweze kuona kama maji tutaitoa pale Kandongu ka town ifike ile main road ile ya kule Mutithi, alafu tuanze kuingisha zile pipes zinaitwa za main, ndio watu wetu wakunywe ile maji safi. Na hii ni ile maji ambayo President alifungua wakati tulikuwa pale Kagio na inaitwa bulk water program na project. Kwa hivyo wakaji wa huko Sombere na Mugaa kwa jumla nawaambia wasubiri kidogo tu kwa muda maji watapata sana ya kutoa kutoa kutoa mchele kwa masamba kupeleka kwa nini kwa town. Kwa hivyo barabara ikitengenezwa ikitengenezwa, tutakuwa tukitumia pesa kidogo kutoa cha nini mchele kwa samba. Mimi nafurahi kwa sambambu kwa hii barabara kutengenezwa kwa sambambu hii ya lami, mahali wakati ilitengenezwa tulifaindika sana na mambia sala na kukawa kuko na mambo mazuri.